Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ametoa ufafanuzi mpana kuhusu msimamo wa Urusi katika masuala kadhaa ya kimataifa, akigusia mazungumzo ya Moscow na Damascus, mvutano unaoendelea kuhusu Iran, juhudi za kutafuta suluhu ya mgogoro wa Ukraine, mahusiano ya Urusi na Umoja wa Falme za Kiarabu, pamoja na hatima ya mkataba wa START na udhibiti silaha za kimkakati. Akizungumza na waandishi wa habari, Peskov amesema kuwa uwepo wa kambi za kijeshi za Urusi nchini Syria ulikuwa miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa katika mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Rais Vladimir Putin na Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa yaliyofanyika Kremlin. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mjadala mkubwa ulihusu zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa Peskov, Moscow na Damascus zinaona uwepo wa fursa kubwa na ya pande zote katika kuimarisha mahusiano ya kibiashara na uchumi hasa katika kipindi cha Syria kuendelea kujijenga upya baada ya miaka ya vita. Kuhusu hali ya Iran, Peskov ameonya kwa matumizi ya nguvu za kijeshi yanaweza kusababisha machafuko makubwa na kuyumbisha usalama wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Amesema Urusi inazitaka pande zote zinazohusika kuonyesha tahadhari na kujiepusha na suluhu za kijeshi akisisitiza kuwa bado kuna nafasi kubwa ya majadiliano ya kidiplomasia katika kushughulikia mvutano unaohusisha Iran. Kwa mujibu wake, uwezo wa mazungumzo bado haujaisha na unapaswa kupewa kipaumbele. Akigusia mgogoro wa Ukraine, Peskov amesema kuwa Urusi iko tayari kufanya kila iwezalo kuhakikisha mazungumzo yanaendelea hususan ni kuelekea mkutano uliopangwa kufanyika Abu Dhabi. Amesema mazungumzo haya yanaweza kuchukua hadi siku mbili endapo kutahitajika akiongeza kuwa taratibu na namna ya ushiriki wa Urusi katika mkutano huo zinatarajiwa kukamilishwa kabla ya Februari mosi. Hata hivyo, Peskov amekataa kutoa maelezo kuhusu taarifa za madai ya makubaliano kati ya Urusi na Ukraine kuhusu kusitisha mashambulizi katika sekta ya nishati, akisema hawezi kuthibitisha taarifa hizo kwa sasa. Kuhusu mahusiano ya Urusi na Umoja wa Falme za Kiarabu, Peskov amesema kuwa uhusiano wa kuaminiana na wa kujenga kati ya Rais Putin na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaruhusu viongozi hao kujadili hata masuala magumu zaidi ya kimataifa, ameeleza kwa mahusiano kati ya Moscow na Abu Dhabi yanaendelea kukua kwa mafanikio katika karibu nyanja zote, huku umoja wa falme za Kiarabu ikibaki kwa mshirika mkuu ki wa kibiashara wa Urusi katika ulimwengu wa Kiarabu, na kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kikiendelea kuongezeka. Akizungumzia mustakabali wa mkataba wa START, Peskov amesema kwa mkataba huo wa kudhibiti silaha za nyuklia unakaribia kumalizika muda wake huku Urusi ikisubiri majibu kutoka Marekani kuhusu mpango wake wa mazungumzo mapya. Ameelezea kuwa Moscow itafuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo kadri muda wa mwisho utakavyokaribia. Kwa mujibu wa Peskov, mazungumzo ya kuunda mkataba mpya wa udhibiti wa kimkakati yatakuwa marefu na magumu kutokana na mambo mengi yanayohusika. Wakati huu ameonya kuwa baada ya kumalizika kwa START kutakuwepo pengo la kisheria katika mfumo wa kimataifa wa kudhibiti udhibiti wa kimkakati. Kauli za Peskov zinaakisi msimamo wa Urusi na unausisitiza diplomasia, mazungumzo ya kiuchumi na tahadhari ya kijeshi, huku Moscow ikijaribu kudumisha ushawishi wake wa kimataifa katika mazingira yanayozidi kuwa tete na yenye migogoro mingi.